Pamoja na tangazo hilo la wageni, waheshimiwa wabunge, kuna tangazo hapa ambalo linatoka kwa mheshimiwa Cosato David Chumi ambaye ni naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, lakini pia ni captain wa Bunge football team ama football club. Sasa anatutangazia tangazo hili, linatujulisha waheshimiwa wabunge kwamba kulikuwa na mechi ya kirafiki kati ya Bunge FC na Kunduchi Veterans. Bunge ilishinda kwa mabao mawili na Kunduchi walipata goli moja. Kwa hiyo, wafungaji wa magoli alikuwa ni Mheshimiwa Festo Sanga mbunge wa Makete na ndugu Shadrack ambaye ni mtumishi wa bunge. Mechi ilichezwa Jumamosi. Tunawapongeza sana ndugu zetu wa bunge, uh, wa bunge football club. Waheshimiwa wabunge, pia nitumie fursa hii kuwapongeza Simba Sports Club kufikia hatua ya fainali na tuna tunawatakia kila la heri, sasa warejeshe kombe hapa nyumbani. Tunawatakia kila la heri.